Siemu oye, ndugu mwenyekiti, toka tumeanza mikutano ya hadhara kwenye jimbo letu la Busanda, zaidi ya asilimia sabini ya watu wanaojitokeza ni vijana. Hata hapa ukiangalia walio wengi ni vijana em, nyosheni mkono vijana wenzangu, nadhani umeona hii ishara ya kwamba vijana wa jimbo la Busanda na wa mkoa wa Geita tunamwamini Dokta Samia Suluhu Hassan, tunampenda Dokta Samia Suluhu Hassan na tunakipenda chama chetu cha Mapinduzi. Na nikuhakikishie, na hizi ni salamu za vijana wa mkoa wa Geita, sisi tunampenda Dr. Samia Suluhu Hassan na sisi tunakipenda Chama cha Mapinduzi. Kwa mwitikio wa vijana kwenye mkutano huu, kura za Chama cha Mapinduzi ziko salama kabisa na wameniambia nitume salamu ya kwamba jinsi wanavyompenda Dokta Samia Suluhu Hassan ndivyo wanavyokipenda chama chao. Bado hawajaona, vijana wa mkoa wa Geita hawajaona chama chochote ambacho kinaweza kuwaletea maendeleo tofauti na Chama cha Mapinduzi. Wamenihakikishia kuna baadhi ya wahuni wameanza kusema tarehe ishirini na tisa siku ya maandamano sisi vijana wa mkoa Geita tumesema tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi, tuna jambo moja peke yake, ni kuamka asubuhi kwenda kutafuta kilipo kituo cha kupigia kura na kwenda kupiga kura kwa chama cha mapinduzi. CCM oyee! Kama walikuwa wanamaanisha maandamano ya kwenda kupiga kura, sisi tuko tayari, lakini si vinginevyo. CCM oyee! Lakini ndugu mwenyekiti Vijana wa Mkoa wa Geita wanajitokeza kwenye mkutano kwa sababu wana imani na kazi za Mheshimiwa Rais. Kazi alizozifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka minne ndiyo jeuri inayotufanya tuombe ridhaa nyingine kwa miaka mitano inayokuja. Tuna imani na mama yetu kwamba sasa vijana wa Busanda ndani ya miaka mitano hii tutakanyaga barabara ya lami. Tuna imani na tuna imani, tuna imani na ya tuna imani ya mama yetu, tuna imani na chama chetu na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa miaka mitano inayokuja, jimbo letu tapata huduma ya maji safi na salama. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna imani na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu pia anatupenda vijana. Ukimwangalia mgombea aliyetuletea, anaendana na sisi, shida zetu za uchimbaji, shida zetu za kilimo, shida za afya, tatizo letu linakwenda kuisha kwa sababu tunaye mgombea wa ubunge anaendana na sisi vijana wa jimbo la Busanda. Piga makofi kwamba mkoa wa Geita tunakwenda kuongoza, na hii ndio adhima ya vijana wote wa mkoa wa Geita. Piga makofi kwa sisi ya. Niwaombe vijana wenzangu tarehe 29 ikifika, twendeni tukachague maendeleo, na maendeleo pekee yanapatikana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Asiyodanganye mtu mwingine, leo vijiji vyetu vyote vina umeme. Ninawahakikishia kwa sababu mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, vitongoji vyetu vyote vinakwenda kupata umeme. Piga makofi kwa CCM, hakuna hakuna kinachoshindikana ndani ya Chama Cha Mapinduzi, kila kitu kinawezekana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tunampenda mama yetu Samia, ni mama, na mnajua mtoto kwa mama, si unajua mtoto kwa mama. Tutamlinda mama yetu, na ulinzi pekee tuliokubaliana kumlinda mama yetu ni kumpa kula nyingi za kishindo, ili anapokaa ajue vijana wake na watoto wake tunampenda. Kata hii ya Bukoli, kuna wapiga kura waliojiandikisha elfu kumi na mbili na mia tatu waliojiandikisha na wote wamenihakikishia wanatoka kwenda kukipigia kura chama cha mapinduzi. Wangapi wanaenda kupigia kura chama cha mapinduzi? Nyosha mkono CCM oye!